Elimu haina mwisho wala umri, ndio maneno ya Jan, De, Janet David Silla. Janet mwenye umri wa miaka sabini na tano aliamua kurejea katika chuo kikuu cha Bugema nchini Uganda ili aweze kupata shahada ya usimamizi na huduma za kijamii. Ni uamuzi uliowashangaza wengi wakiwemo watoto wake, wakufunzi, na hata wanafunzi wenzake. Mara yake ya mwisho kufanya mtihani ilikuwa ni mwaka 1957. Juhudi za familia yake kumtaka abadilishe ziliambulia patupu na hivi basi kuanza safari ya kutaka kutimiza ndoto yake. Mary Kilobi alizungumza na mama huyu ambaye alimweleza kiini cha kurejea shuleni na kutaka kuendelea na masomo <coughs> samahani, licha ya umri wake mkongwe. Mimi nataka kwenda shule, ni matamshi yaliyowashangaza watoto wake, wasiweze kuelewa ni nini kilichokuwa kimemkumba mama yao. Nilikasirika, namuuliza shushu, unaenda shule tena? not even in Kenya, unaenda Uganda, unaenda kufanya nini Uganda? then she, akaenda aliporudi, akasema vile masomo ngumu the first time. Nikamwambia, you see we rudi nyumbani, i don't even know what you're doing. you look like you've abandoned your home. initially we were not because now we miss somebody to take care of our children. you know how grandmothers they come in and pick your children, drop them, take them to the hospital and here she was, we were just left up oh. Janet Silla, mkazi wa jiji la Nairobi lakini mzaliwa wa Mbooni, Machakos. Ni mama wa watoto wanne na ana wajukuu tisa. Kufikia umri wa miaka sabini hakuja kata kiu yake ya kurejea shuleni. Nilitoka hapa nikaenda graduation ya rafiki yangu huko Mbugema, nikaenda nilipoona vile watu wananini, ile desire yangu ya zamani ya masomo ikasikia ikaamuka. Miaka hiyo ya hamsini, wanafunzi wakihitimu hawakupewa vyeti na basi ikawa ni changamoto kwake kuomba nafasi katika chuo kikuu kape. Nilifanya 1957 nikapiga simu hapa Karura, pahali nilifanyia kape, nikaambiwa hizo rekodi ya miaka hiyo hakuna. Nikaenda Kamagambo, kule nilichukulia teacher training, ndio nilienda kule, wakaenda wakanipatia ajabu. Nilikuta kumbe nilikuwa ninafanya vizuri sana hata baada ya kupokea barua ya kuingia katika chuo kikuu, familia yake iliona kana kwamba ilikuwa ni ndoto ambayo haingeweza kutimia. Wakaniambia, shushu, wewe enda kutembea na urudi, wewe kama unataka kutembea Kampala. Walifikiri nitarudi within two weeks wakasema, enda tu, unarudi. Ninafikiria wao katika ao vyao walifikiri tu, wacha aende tu, tutaona mtu alisoma 959 na leo ni 9. Janet alifunga safari kuelekea nchini Uganda, jiji la Kampala, katika chuo kikuu cha Bugema. Je, alipokelewa vipi? Hapo ndio ilikuwa matanga hapo, ilikuwa mambo mbaya sana. Mimi nilikuwa natembea huku naona ni vijana vijana wakiniangalia, kila mtu najaribu kuangalia nyuma, naona wanaangaliana wanaonyeshana, maana nywele nyeupe, wanashindwa huyu wanafanya nini? Nilipoingia darasani walishangaa, maana sasa waliniona nimeketi, na mi niliketi kiti ya mbele. Sasa nikiketi, ninasikia giggling huku nyuma, ni kama nini, nikijaribu kuangalia, nakuta kila mtu anacheka, wanaangaliana. Nikasema Mungu, nisaidie, nipe nguvu. Mwalimu alipokuja akakuta nimeketi Ala, akaangalia, are you coming in the class? Nikamwambia ndio, naingia ninasoma. Haya, wengine wakaendelea. Kuna tofauti gani kati ya elimu ya sasa na ile ya zamani? Wakati wetu tulikuwa kule tunaheshimu walimu, tulikuwa hawezi kuongea na ukimalizana naye darasani Mmemalizana unakimbia unaenda nyumbani. Mi nilienda, nikaenda na hiyo heshima ya zamani ile, nikaenda, nikifika nikiona mwalimu nina, ninasimama ananiambia, ananisalimia nambia, how are you, nasema fine, nasema nikiji, nikiji politely ninangoja na ninasimama apite. Nafikiri walikuwa wanashangaa, ndio sababu walikuwa wanashindwa, huyu mama ajui hako university Wakati wa zamani kule, tulimaliza tulikuwa tunaandikiwa kwa ubao blackboard. Sasa mi niliketi na vitabu vyangu kalamu, kila kitu, lakini nikiangalia vile mwalimu ana, lecturer anaendelea kuongea, kumbe wana note na mi nangojea aandike kwa ubao <laughs> nangojea aandike kwa ubao, mpaka yeye mwenyewe akaniuliza, madam are you not writing? nikamwambia where akaniambia, what have dropped, you should have noted. Kamwambia okay. Sasa ndio akaniambia, but now it's too late wait, you, you copy from others today. Changamoto zilikuwa ni chungu nzima. Sasa kuna mwanaume wengine wa, wa wafanye kazi nini, wananionanga nikienda huku naenda huku, mwingine akaniuliza mama, what's wrong with your child? Nikamuuliza, which child akaniambia I'm seeing you as if you have a problem with, haven't you registered your child? Nikamwambia sina child ambayo nina register hapa, hapana, mimi ndiye mwanafunzi. Ah oh, akasema mama, utaweza? Nikamwambia kwa nguvu za Mungu nitaweza yote yaliyosemwa hayakumvunja moyo kutekeleza malengo yake. Na ilinibidi niongeze speed, na nikienda nyumbani naandika haraka haraka, na, na ingine naita wanafunzi wengine wanisaidia kunidictate niandike haraka. Miaka sabini na tano, sasa unatafuta ajira ya aina gani? Si kuwa nikisoma nitafute kazi, nilikuwa ninasoma nijue jinsi ya kusaidia wenzangu especially especially uh, uko uko ruro uko nyumbani tulikutana na mjukuu wake Acheng anayejivunia juhudi za Janet I i love her so much and and and and when when when when when she left I was sad but when she's she's she's come back she's like like been my my inspiration and yeah and when I'm sick and like when my mom's not there or when I was a child she's always been there Janet ana ushauri gani kwa vijana? Hakuna mwisho wa masomo, waendelee kusoma, wa warudi shule, wasome na watafaidika. Siachi hapo, ninataka kuendelea na masomo. Mi nataka kuendelea na masomo, nataka kuingia katika maybe masters, akifanya kazi ya kuwasaidia akina mama na watoto. Mama Janet Sila ananuia kuanzisha kituo cha kuwasaidia watu wasiojiweza, na juhudi zake ni changamoto kwa wengi ambao hufikiri kuwa huenda umeshaupitisha umri wa masomo, na basi anaibuka kuwa mfano mwema kwa jamii kwa jumla. Mary Kilobi, KTN Leo, Jumapili.